Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wabaadu. Ndugu yangu, karibu tena tuendelee na kipindi chetu, kipindi ambacho unakuwa unapata mawaidha, kipindi ambacho unakuwa una, una, una, una, una, unapata burudani pia. Ni kipindi ambacho unakuwa unajaribu kuinoa akili yako, kusumbuka na jambo kubwa kuliko yote, ni katika njia za kupiga vita umaskini Tafuta nyanja gani ambazo vijana mnaweza leo mkaacha katika kukata tamaa mkaingia katika namna ambayo kwamba mnaweza mkaingia katika namna ya utafutaji wazee. Eh, maana umaskini na mashida huwa hayamkamati kijana wala mzee wala nani. Kwa kila mtu ni tatizo kubwa sana. Eh, maana matatizo mengi yanatokana na umaskini. Sasa leo mimi katika vipindi vyangu vinavyoendelea nimeona nikuletee kwamba umtafute msaidizi wa mafanikio yako aka Baba Arkaze. Sasa huyu siku ya leo ndio ninakuelekeza kwamba umtafute huyu Baba Arkaze. Baba Arkaze anapatikana vipi? Na ndiye atakuwa mshauri wako, na ndiye atakayekuwa kiongozi wako, na ndiyo mafanikio yako katika hii dunia. Haya, mambo ya kumtafuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala na nini ni jitihada yako eh? lakini ukiwa na kiongozi wako Baba Arkaze, utakuwa unakwenda sawa sawasawa. Chukua maji yako ya siku ya Alhamis. Hii ni kwa kila mtu bila kuangalia kwamba kuna nguvu ya maji moto nini, nini. A, unachukua maji siku ya Alhamis, siku ambayo kwamba madhambi ya waja na ni matendo ya waja yanawasilishwa kwa Rabi samawati siku ya yaumul khamis siku hiyo utachukua maji katika masaa yoyote bila kujali mushtara ni unachukua. Nafikiri mnaelewa ninaposema hivyo, unachukua yale maji, unachukua ndoo, kisha unakwenda unakoga pembeni kwanza. Ukishamaza kukoga kwa sabuni, unachukua yale maji yenye nia maalum. Unasimama katika beseni au katika chombo ambacho maji yake hayawezi kudondoka kutoka mwilini kwako akadondoka chini akarudi kwenye kile chombo eh, unachukua chombo chako, unamimina kuna koga, uhakikishe katika eneo lako lote la viungo vyako kumeenea maji na maji yote yanaingia katika kile chombo. Yale maji utayachukua ya hayo maji hayo yaliyoko ndani ya kile chombo, hakikisha yasitoke matone chini yakaingia huko ndani, katika hilo chombo yatakuwa hayafai lakini kama ni yale haya kuja kule ndani, basi utayachukua utakwenda kuyapanda katika chumba maalum, chumba maalum ambacho utakachokuwa umekiandaa, utakwenda utayaweka vizuri katika sinia lako au katika beseni yako au katika ndoo yako, ndoo ambayo haijawahi kufika jikoni, yani haijawahi kupikiwa eh? Na mara nyingi watu tunawashauri watu wachukue watu chombo kipya. Basi mle ndani unawasha udi, unawasha mishumaa saba na ikibidi hiyo mishumaa iwe yenye rangi tofauti tofauti e, na hizo udi ziwe udi zenye testi tofauti tofauti e, bas, ukishamaliza pale, unatia nia yako kwamba nakuhitaji msaidizi wangu baba Arkaze, uje kwa nia njema ya kuweza kunisaidia na kuwa msaidizi wangu katika mambo yangu e, ili kusudi niweze kufanikisha mambo yangu hayo. Basi baada ya siku tatu utachukua yale maji yako, utatoka ndani ya kile chombo, utakogea ndani ya kile chombo, utakapokogea ndani ya kile chombo utasikia sauti zikiwa zinakusemesha: we fulani, we fulani, we fulani, we fulani, wewe usihofu chochote. Itika na mimi, nimekuja Baba Arkaze na kuomba msaada wangu. Ni moja, mbili, tatu, nne, naomba unisaidie mambo manne. Hakikisha unapoomba Usiombe naomba fedha. Ukiomba naomba fedha, omba na matumizi ya fedha. Ukishaomba na matumizi ya fedha, omba na kitu kingine, kwamba labda nipate mtoto eh? Ukishaomba napata mtoto, unasema nataka nipate pia na mke mwema. Hayo mambo manne utakapokuwa umeyaomba, hakikisha kabisa kwamba ufanyi mambo manne. Mambo manne tena kwako nayo unakuwa hutakiwi kuyafanya. Kwanza, usiombe kumdhuru mtu. Pili, usiombe kuchukua nyota ya mtu yeyote Tatu, usiombe kwamba ukaibe mahali popote. Nne, usiombe fedha za mtu. Unapomwomba Baba Arkaze mwambie, hii fedha itoke hazina. Sasa huko hazina, Baba Arkaze atajua kwamba inatoka wapi. Kwa hiyo, huyu ndio msaidizi atakaye kusaidia katika hatua zako za kuweza kuishi katika hii dunia kwa amani na salama. Mimi nakueleza kwa namna hii, siwezi nikafunguka moja kwa moja kwa sababu naongea na watu wa aina tofauti wako watu watakusikiliza, maneno yangu watadharau. Watu wako wameshapitia kwa Baba Arkaze, wao wanaufahamu, watashangaa kwamba kwa nini anatoa siri wakati mambo ya Baba Arkaze ni siri. Hapana, nimemtambulisha tu Baba Arkaze. Mambo mengine yote utajipigia kati kupitia simu yangu namba 0749767696 ili nikufafanulie kwa kirefu. Usihofu chochote, niandikie kwenye WhatsApp, niulize mimi mwenyewe Usitukane, jifunze ili uweze kuelewa. Hapa sikumlazimisha mtu, sikuchukua fedha ya mtu kwamba eh, mimi unaweza nina, nina, nina, ukanikashfu au ukasema jambo lolote. Mara nyingi siku zote ukitaka kujigundua wewe una mkosi, jambo lolote zuri utaliona baya, na jambo baya wewe kwako ndio litakuwa burudani. Kwa hiyo hili ninalolitoa kwa watu wengine jambo zuri kwa yule ambaye anajitambua, na mkosi kwake ndio litakuwa jambo baya. Kwa hiyo ukijigundua kwamba unamkosi, usijaribu we, achana nalo tu, wenzio wakuruke, wakufanye, we ni daraja, wapite waende mbele eh. Kikubwa tu tupige vita umasikini, tutafute fedha, tutafute mali ili tuweze kuishi maisha mazuri katika hii dunia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tukutane katika kipindi kijacho, wabarakatu.